Chai huyo anatembea na bibi yangu. Haya yanayozungumzwa ya kweli? Hata mimi namshangaa mzee mzee mzee Chamba. Mimi nilikuwa napita nikamsaidia bibi yake kumfika maji. Haya anasema hivyo ananifumania nani? Ushahidi huo. Ushahidi huo. Jamani. Moja kwa moja ushahidi huo. Lazima. Eh? Sio saa zote mnazozana kwa mambo ya ya ya kitoto. Na uwe na kona utu uwe. Kwa maana sasa vyo kona vyo na kona ni yeye ya. Kona vina hosini ni no, wakwa nguwa nata. Mbaba shiipa na ngome yao. Uziki, unachezo si leo ni?

Bazuri, mambo. Kamche. Oh. Kamche, kidogo nataka kuongea naye. Nilikuwa nataka kuelezea na nata kuhusu buka kangu Mwasi. Unajua nakupenda, kwa nini usimkubalie ombi lake? Mwakemba. Yaani hilo ndo jambo alikuwa takuniambia muda wote. Ha? Tena basi sikiza, mwambie huyo mdogo wako, simpendi na akua kunifuatilia. Lakini kamche, kamche Nilikwambia kaka, yule mwanamke ni mgumu. Sasa ona sasa, kaka. Kaka usijali, mimi nitajaribu kuongea naye, lakini kwa nini usitafute mwanamke mwingine? Huyu mwanamke anakaa mgumu na amendhalilisha. Eh, tafuta mwanamke mwingine. Huyu anaweza kuja kuaibisha mbele ya wazazi wako akakudharau. hemtu wenzetu

We mama, mbona nisonya? Na nakusonya kwa sababu watoto wa siku hizi huwa wanachukua ma- mabwana wa watu mama Kamche. Abe. Hao watoto wameenda wapi sijui kwana haja kuaga ajaniaga sijui kamaarabb kamche metoka wapi? Mimi. Eh, mimi. Wewe, wewe wacha na ukome kama ulivyokoma yote sana. Mimi nikome mimi nikome mimi. Mimi nikome mimi. Angalia, hamta chukua bibi bwana zenu kwa sababu gani? Waza kuniambia hivyo mimi. Waza kuniambia wewe upe. Kama ni mweupe mweupe wangu, ndio mlichoma huko kijijini mkaja huko. Wewe ndio mtumbaga. Kamche. Lakini sio na kuomba acha na familia kamche. Kamche. Kwani umekuwa kijakazi wewe? Kitu gani kimekufanya uende usaidie kazi huko naona? Unaona baba Kamche, unaona baba Kamche ndio anatuchimbia kaburi sisi wenyewe. Kamche, Kamche, lakini mbona unisikie wewe mwanangu nikikwambia lakini. Kamche na mwenzako yuko wapi? Mbona ajatwaga Kamche? Mwanangu nikufanye nini? lakini wewe huko. Ah, baba unaona, nunaona baba Kamcho, unaonamikaju sana. Kila siku mimi nakwambia, nakwambia baba Kamche nakwambia, na na na, lakini unisikii kabisa sawa sawa. Sasa nitapambana nao. Mke wangu. Naam. Wewe hata huja beba maji. Yule mama kesida amenimwagia maji yangu. Yule mama atakwaje hapa mtaani? Yaani ametuzoea, hali ya kwamba sisi hata ni kama ambaye hatujijui hatu, hatu, hatu, si ndio? Sasa fanya hivi, weka ndoo, tumfuate, ndio atatuambia ule ukimya wetu kama ni nini, anakumwagia maji kwa sababu gani. Yeye atanijua kwamba mimi ni nyoka mpole, na nyoka mpole kufuatafuata, dakika ya mwisho atakuma na nasumukali Weweta ndio tu upate, atajua kama sisi ni wakali wao hapa mtaani. Manake yeye ametuzoea kwamba sisi ni wajinga wake, yani uh, we mama, ni huyu huyu mama kiherehere kweli huyu? huyu mama utakwaje hapa mtaani wewe wewe? kila siku maneno ni kwako, wacha mdomo kwanza, mdomo kionyeshe na

mwanangu atakuwa. Sasa nitakuosha uso, ushafika kwa kamanda hapa, lakini mimi nitakupe mchongo. Kuchoma utachoma, kuvuta utavuta, lakini kuut utauta, lakini mi nitoka, nitoke mjini. Mwanangu sijakula kuku, natamani kuku kweli. Sasa mimi nitaka ukaniletee kuku, wacha tuchome, halafu ufanye mambo, nitakutia mia mbili. Kiniye, kiniye, kiniye. Ma, mama Sidi na Mama Mwasi. Mhm. Mm-hmm. Akaambia alikuwa anachochea Mama Mama Kemba mpige Sidi, Mama Kesidi. Wajua rafiki yangu anifurahisha sana. Ulipoanza mimi nilijua labda alikuwa kuniambia kitu yaani kitu cha maana sana kumbe hata ni mambo na vita. Wewe ni mtoto wa mzee mtaa wewe. Mhm. Sasa mbona wataka watu wapigane? Ah, yule mama yajisikia sana, yule mama Sidi yule yajisikia kwa vile ni mweupe wa mkorogo tu yule. Ah, sasa awe mfupi awe mweupe awe sijui nini, si uzuri wake. Kama mtu ni mzuri mwacha aringe. Hmm, dada, ufupi ule mwanza ule, mamake Mwati hana maneno kabisa na mtu hawa, yaani hana maneno kabisa. Mbona ulichochea watu akapigana? Mbona alinisikiza akampiga?

Sasa, fanya hivi jomba, acha tufungue huku, tuweke ndani tena, naomba ukanifanya kitendo ambacho hatakisahau. Yaani, wanigonganisha mimi, nipigane na watu, sawa tu Sawa lakini, si wajua brother yake hatari. Sasa tare yake na mimi ndio kombe. Sawa, ishu zote mi nazijua. Sawa, kwa hiyo sije mwisho wa siku mi niende nikamalize biashara alafu nikufuate nikwambie kuhusu mambo ya malipo, wanze kuleta mshemisho. Jue mama kitakulalia, sijali. Hapa kwangu simaini. Sawa wewe, nipatie siku hizi, nipatie siku mbili, mwenyewe utaona mabadiliko. Sawa, sijali. Ukishamaliza tu njo kwangu nyumbani, sawa

Mjomba, nimekuwa vizuri sana kukukuta mzee wa mtaa. Acha nikwambie mzee wa mtaa kuhusu kijana wako, ni mwizi. jamani. hata salamu hamna. salamu gani mzee wakati mimi naibiwa, kijana wako amenibia kuku. kijana wangu huyo? kijana wako huyu ngome, nakwambia tukimshika tena, nikimpata tena kibaku kwangu atanitambua. Mwanzo ningemshika huyo angenijua mi ni mjukuu wa mzee Osama bin Laden. hiyo hiyo mambo takalini mzee, nakwambia. Sasa sahii, tukimpata tena, wacha tuondoke, tumpate huko. Mbona mbiombio nyingi kama swara eh.

abawirihsaaahoa mutu kwenda wiri waenga here bulu, nilikuwa naingia kupita hii barabara ya Mtoni, tunamfahamu yule Kombe yule Kumbe huyu huyu wa kijiji kwetu, ndio nikamkuta, atakumbaka, ikabidi mimi nimsaidie. Kumbe huyu huyu wa kijiji. Hebu nipeleke, nipeleke, sahii. Ama kweli kijiji changu kimeharibika, huyu. Yaani, kumekuwa na unyama kiasi hiki! Sasa mmechokoza nyuki, mtakiona cha mtema kuni. Nikimjaribu chifu <coughs> Mimi nishacheza volleyball wapi? mimi nacheza netball, na wakati wa nyuma alikuwa nacheza football. Amefanya nini baba? kurudi shule.